Tutakuletea tamko la waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Profesa Anna Tibaijuka mara tu baada ya kipindi cha Jambo Tanzania. Siku hii pia ni siku ya wabunifu majengo duniani. Tutakuwa nao katika kipindi cha Jambo Tanzania. Asubuhi hii tunaanza na taarifa ya habari asubuhi mtazamaji wa TBC One na karibu katika taarifa ya habari. Mimi ni Upendo Wela. Rais Jakaya Kikwete amewataka Watanzania makundi ya kijamii na viongozi wa siasa kuheshimu sheria na taratibu za nchi zilizowekwa ili kuepusha uvunjifu wa amani na madhara yanayoweza kujitokeza pale panapotokea malumbano baina ya polisi na wananchi, vyama vya siasa na makundi ya kijamii. Rais Kikwete amesema hayo wakati akilihutubia taifa kupitia vyombo vya habari ikiwa ni sehemu ya utaratibu wake aliojiwekea wa kuhutubia taifa kila mwisho wa mwezi na kuongeza kuwa wakati mfumo wa vyama vya siasa nchini ukitimiza miaka ishirini bado kuna changamoto nyingi ambazo zinahitaji kufanyiwa kazi ili nchi iendelee kuwa na amani na utulivu. Wazee wangu, tunataka kuipeleka wapi siasa ya nchi yetu? Siku hizi taarifa ya malumbano baina ya polisi na viongozi na wafuasi wa asasi fulani fulani za kijamii au vyama vya siasa zinaanza kuwa taarifa za kawaida. Mimi napata hofu na nachelea; kwa kweli nachelea kwamba huenda vurugu na ubabe vinaweza kugeuka kuwa ni utamaduni au utaratibu wa kawaida katika kuendesha shughuli zetu za siasa hapa nchini. Tukifika hapo, ni jambo la kusikitisha sana ni jambo la kutisha pia. Napenda kuwasihi watanzania wenzangu, viongozi wa kijamii na wanasiasa wenzangu, kwa huko tunakoelekea sasa siko huko kubaya. Tubadilika, tubadilike ikingali mapema, isije kugeuka kuwa ndio mazoea yetu, ndio utamaduni wetu na ndio taratibu zetu za kuendesha mambo. Ndugu na nchi, waomba nawaomba sote turejee kwenye misingi mzuri tuliyoanza nayo ya kufanya kazi za kisiasa na za kijamii kistaarabu, tunatofautiana na kukosoana bila kutukanana wala kugombana au kufanya vurugu. Tuendelee kuvumiliana kwa tofauti zetu za kiitikadi na mitazamo ya kisiasa au mitazamo tu ya kijamii kuhusu masuala mbalimbali bila kuchochea chuki baina ya watu na watu baina ya upande mmoja wa muungano na mwingine au baina ya wafuasi wa vyama tofauti vya siasa au baina ya wananchi na serikali zao au na vyombo vya serikali. Kuhusu mkutano wa pili wa mapinduzi ya kijani katika nchi za Afrika AGRA uliomalizika hivi karibuni mjini Arusha, Rais Kikwete amesema bila kumwezesha mkulima kwa kumpatia zana bora za kilimo, elimu ya ukulima wa kisasa, mbegu bora, dawa za mimea na kuwepo kwa soko la uhakika, tatizo la upungufu wa chakula, njaa na umaskini halitaondoka. Kilimo chetu kinategemea mvua ambazo siku hizi haziaminiki sana. Hivyo lazima tuongeze uwekezaji katika kilimo cha umwagiliaji. Wakulima wengi wanatumia jembe la mkono ambalo huleta tija ndogo na mavuno kidogo. Lazima hatua za makusudi zichukuliwe kuwawezesha wakulima kutumia zana bora na za kisasa za kilimo. Bado wakulima wengi hawana elimu ya kutosha na hasa ya maarifa ya kilimo bora. Lazima tuongeze maafisa ugani wa kuwafundisha na kuwaelekeza wakulima maarifa bora na ukulima wa kisasa. Bado matumizi ya pembejeo za kisasa ni mdogo. Hatunabudi kuongeza uwekezaji na uwezeshaji ili wakulima wapate kutumia mbegu bora, watumie mbolea, wapate madawa ya kuua wadudu waharibifu na kuzuia maradhi ya mazao ya kilimo, ya mimea. Katika hotuba yake hiyo, Rais Kikwete pia amezungumzia swala la utata wa mpaka kati ya Tanzania na Malawi. Tanzania inasubiri Malawi kuwa tayari baada ya nchi hiyo kuomba ruksa ya kupewa muda mpaka itakapokuwa tayari. Kwanza wa rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Seifu Sharifu Hamadi ambaye pia ni katibu mkuu wa Chama cha Wananchi CUF amewataka wananchi kuchagua viongozi wenye uwezo ambao wataweza kuboresha maendeleo ya nchi pasipo migongano yoyote. Makamu wa Kwanza wa Rais akihutubia wakazi wa jiji la Arusha katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika viwanja vya Levorus amesema wananchi kabla ya kuchagua viongozi ni vizuri wakapima uwezo wao ili kuondokana na vikwazo ambavyo havina manufaa yote kwa nchi. Mwandishi wetu Sechelila Kongola ameandaa taarifa ifuatayo. vya revolusi katika jiji la Arusha, ambapo wananchi hawa wamekusanyika katika mkutano wa hadhara tayari kwa ajili ya kuwasikiliza viongozi wa chama cha wananchi kafu, ikiwa ni moja ya mikutano tisa ambayo tayari imefanyika katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Arusha mara baada ya kuwasili viongozi mbalimbali katika mkutano huo, ukawadia muda wa makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, ambaye pia ni katibu mkuu wa chama cha wananchi kafu, ambaye amewataka wananchi kuwa na uhuru wa kuchagua viongozi wanaowataka pasipo na fujo zozote busara hekima na sera na mipango mizuri ya kuwavutia wananchi kwa akekondo katika nchi hii challenge kabisa vitokee ama chengine ene viongozi kwenye hekima kwenye busara. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa Kafu Hamis Machano Hamisi toka Zanzibar. Yeye ameonya kuhusu uchochezi na vurugu. Yao yanavunjwa, wanaibiwa, wanapigwa. Waheshimiwa, vurugu haijengi, wala haisaidii, wala haikupi nafasi ya kujipanga. Akihitimisha mkutano huo, mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF Profesa Ibrahim Lipumba amesema wananchi wajipange ili kuweza kutumia rasilimali zilizopo kwa kuongeza ajira zaidi kujipanga kutumia rasilimali zetu. Mpaka hivi sasa mali ya asili ya Tanzania haijatumiwa kuleka manufaa kwa watanzania zai tanza Tanzania tuiko Arusha iko Mererani, lakini bado haijatumiwa kuweza Wadogo wadogo, wadogo sana. TBC1 Kongola, Arusha. Wakulima wa wilaya ya Nzega na Igunga watapata zana za kilimo bora na pembejeo za kilimo baada ya chama chao cha ushirika cha Egembe Sabo kukubaliwa kuwa wakala wa shirika la uzalishaji mali SUMA JKT na kampuni ya mbolea nchini TFC. Wawakilishi wa SUMA JKT na TFC wakihamasisha chama cha ushirika cha Igembe Sabo kuwa wakala wao kufuatia maombi ya chama hicho cha kuwa wakala ili kuwawezesha wakulima wao kupata matrekta na pembejeo za kilimo kwa urahisi na kwa bei nafuu. Mwandishi wetu Nico Mwebali kutoka Tabora anaripoti. Meneja mradi wa shirika la uzalishaji mali la SUMA JKT Kanali Felix Samilani na meneja mkuu wa kampuni ya mbolea nchini TFC Salumu Mkumba wametoa kauli hizo katika mkutano wa chama cha ushirika cha wakulima wa Igemba Nsabo kilichofanyika wilani Igunga mkoani Tabora. Igemba Nsabo ni chama kikubwa, kina wanachama wengi ambao ndio watumiaji hususan wa matrekta hayo. Kwa hiyo kwa ni mawakala watatusaidia sana kuwapatia the right consumers, yaani watumiaji halali wa matrekta hayo na ni rahisi kuwapa wateja waku, walipaji wazuri kwa sababu wao wanawafahamu bali Igembe Nsapo watakuwa mawakala wetu, nitawaletea hapa mbolea, hakutakuwa na mtu tena, wakati ni TFC Igembe Nsapo eh? kwa taratibu wa ambazo mtajipangia sisi, tuko na Igembe Nsapo pamoja na chama chao cha ushirika kukubaliwa kuwa wakala wa matrekta na mbolea lakini baadhi ya wakulima wanaonyesha wasiwasi wao juu ya masharti ya mikopo ya matekta. Tunashindwa kuchukua mikopo kwa sababu mashamba yetu hayana hati miliki. Hati miliki tunashindwa kuipata kwa sababu gharama yake inakuwa ni kubwa. ili niweze kupata mkopo na nikiwa na shamba, sijui niwe na eneo kiasi gani ili nikubaliwe kupata mkopo. Meneja mradi wa Suma JKT Kanali Samilani Akawatoa wasiwasi wa: ukiongelea swala la shamba lazima liwe na hati, hapo hatuna ujanja. Lakini swala la nyumba halina shida, hatuhitaji hati, hata hati za asili si tunakubali. Na nikasema ukiwa na nyumba na uongozi unaokuzunguka mwenyekiti mwenye sijui wa mtaa sijui serikali ya mtaa ikashuhudia, watakuja na fomu wale, ikashuhudia kwamba hii nyumba ni halali, sisi hatuna matatizo. Naye mkuu wa wilaya ya Igunga Elibariki Kingu amesema halmashauri ya wilaya y Igunga itawadhamini wakulima wao. mimi na mkurugenzi wa halmashauri pamoja na halmashauri yangu ya Igunga tutawadhamini wakulima hawa kwa SUMA JKT, tuhakikishe ya kwamba Igunga zinafurika trekta kutoka Igunga. Tabora ni mimi niko Mwaibale wa TBC. wakazi wa kijiji cha Mkiwa wilayani Igunga mkoani Singida wametakiwa kushiriki katika kilimo cha mboga mboga na matunda kwa kutumia teknolojia ya umwagiliaji ambayo imeonyesha mafanikio makubwa katika kijiji hicho. Ushauri huo umetolewa na kiongozi wa mbio za mwenge wa kitaifa Captain Honest Mwanosa wakati mwenge wa uhuru ulipotembelea shamba la mwekezaji mmoja anayejishughulisha na kilimo cha mboga na matunda katika kijiji hicho ukiwa mbioni kuelekea katika manispaa ya Singida. mwandishi wetu Leonard Manga ana taarifa zaidi. ni miongoni mwa vijiji vilivyopo katika maeneo kame, lakini pamoja na hilo kimepata bahati ya kuwa na udongo wenye rutuba ambao umevutia baadhi ya wawekezaji kuanzisha kilimo cha matunda na mbogamboga ya aina mbalimbali, yakiwemo matunda aina ya strawberry ambayo yana soko ndani na nje ya Tanzania. Mwenge wa uhuru umefika hadi katika kijiji hicho cha Mkiwa na kuweka jiwe la msingi katika shamba hilo, ambapo meneja wa shamba hilo akatoa ufafanuzi kuhusiana na shamba hilo sasa tumefanikiwa kulima strawberry hekari nane, tikiti hekari kumi na mbili na nyanya hekari ishirini ambazo jumla yake ni hekari arobaini. Aidha, tumekamilisha hekari sitini zilizoko mbugani ambazo mapema karibuni tutaotesha tikiti, nyanya, cabbage, corn flower, na carrot. Hilo ni shamba pekee la aina yake katika kijicho, hali ambayo inamfanya kiongozi wa mbio za mwengi kitaifa Honesti Mwanosa kutoa wito kwa wakazi wa kijicho toka nje na ndani ya kijicho kuiga mfano huo. Watu wengine nimeona wengi ni Waafrika wa wenzetu yeah, wanafanya kazi. Lakini sambamba na hilo, nimefurahi sana zetu wa wilaya hiyo amesema, wilaya hiyo ni mpya na, newa... na inakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali. Hata hivyo, amesema serikali inafanya kila jitihada za kuhakikisha kuwa hali ya miundombinu na huduma nyinginezo zinaimarika kwa kushirikiana na wananchi katika wilaya ya Ikungi ili kuwaletea wananchi wa Ikungi matumaini mema na hali mpya ya kuweza kujitambua kujitambua, na kutambua nafasi yao katika taifa hili, wasiweze kuwa watu wa kudanganywa. Kwa hiyo narudia kusema, ndugu kiongozi wa Lena Dimanga, TBC, Singida. Na shirika la umeme nchini TANESCO mkoa wa Kilimanjaro limefanya operesheni ya kuwakamata wananchi wanaojiunganishia umeme wa shirika kinyume cha taratibu na kanuni wilayani Hai mkoani Kilimanjaro. Katika operesheni hiyo iliyofanyika katika vijiji vya Machame, Uduru, Mnyama na Kia wilayani humo, Tanesco imefanikiwa kuwakamata watu saba waliojiunganishia umeme kinyume cha utaratibu. Sauda Shimbo anaripoti kutoka Moshi.